Um, najisikia furaha kujumuika tena kwenye timu ya taifa. Uh, imepita miezi tisa nadhani tangia mara mwisho kuwepo kwenye timu mwaka jana mwezi wa sita. Nimerudi tena kwenye timu, najisikia furaha, nimefika jana, lakini jana hiyo hiyo pia nime, nimeanza mazoezi na timu. Mazoezi mazuri, uh, maandalizi mazuri, uh, ambayo tunapewa na, na walimu wetu. Uh, tangia nimefika mazingira ya, ya ya ya kempu, pia ni mazuri. Uh, Kiufupi, maandalizi yameanza kuwa mazuri kuelekea mechi dhidi ya Morocco na nimefurahia tena kujumuika kwenye timu. Ukizingatia mechi tunaenda kucheza dhidi ya Morocco, ni opponent ambao ni wagumu na wako kwenye fomu bora kwa kipindi hiki. Kwa hiyo haitokuwa mechi nyepesi kwetu, lakini sisi kama wachezaji tuna tunatambua umuhimu wa mechi hiyo, tunatakiwa kufanya nini kwenda kupambana kuhakikisha tunapata matokeo kwa sababu hata sisi kwetu ni point tatu, ni muhimu kuhakikisha tunatengeneza mazingira mazuri kwenye kundi letu. Japo tunajua ugumu wa mechi na Morocco fomu walikuwa nayo kwa kipindi hiki, lakini tutahakikisha tunapambana, tunapata alama tatu katika mchezo huo.